Hello hello, hello, wapendwa nimekuja kwenu na leo na mada nzuri sana nataka tuiongelee siku ya leo. Mada yetu ni kwamba hivi mtu anaweza akazulumiwa ukweni kwake kweli, ama wakwe wanaweza wakawa wadhulumati kweli. Kuna kijana moja ambaye alitoka hapa Ulaya akaenda Afrika kwenda kuoa. Kijana, alivyofika kule, akaambia familia kwamba baba, mimi nakuja kuoa na kuna msichana ambao nilikuwa tayari nimekwisha kumuona, nataka nimuoe. Lakini wazazi wake walimwambia kwamba hauwezi kwenda kuoa msichana wa nchi nyingine na hapa kuna wasichana wa kwetu. Basi yule kijana, mila na desturi za Wafrika huwa tunaheshimu kile wazazi wamesema, ikabidi yule kijana akakubaliana na yale mawazo ya baba yake, kijana akahoa na alivyo hoa akachukua document zote, akaja nazo hapa Ulaya ili aweze hanza process ya bibi yake kuja hapa Ulaya. Lakini kipindi hajaondoka aliona tayari nimeshaoa na mke wangu awezi kubaki mazingira ambayo siyaelewi. Alimfungulia duka akampa na bajaji, alimnunulia bajaji karibia mbili tatu za kufanya biashara na kila mwisho wa mwezi alikuwa anamtumia dola mia mbili za kula kweli. Alipobaki huko huyo dada, Mungu alisaidia, aliweza kujifungua mtoto. Kipindi hicho alivyojifungua mtoto, yule bwana alipata zile dokumenti na za, za mama na za mtoto akazipata, aka, aka akaanza mchakato ili bibi yake na mtoto aweze kuja Ulaya lakini kipindi chote hicho alikuwa akituma kila mwisho wa mwezi dola mia mbili na duka inafa e, iko pale na, na bajaji zinazunguka pale zinafanya biashara. Kwa hiyo yule dada alikuwa hana shida kabisa ya pesa, lakini ilifikia hatua ya yule dada akawa analalamika kwamba zile dola mia mbili anayotumiwa ni kidogo, na bado duka iko pale na bajaji nazo zinafanya biashara. Huyo dada akaanza kumwambia mume wake ambadilishia hata mazingira alivyokuwa anaishi ampeleke sehemu ya matajiri ili aweze kuishi hapo, lakini mume wake alimwambia kwamba upo hapo kwa muda tu, mimi nipo kwenye process, niko kwenye mchakato wa wewe kuja huku na kuishi. Kipindi hicho yule dada alianza kutumia pesa vibaya, na ikawa kwamba mama yake na yule dada na mjomba wake walianza kumtafutia yule dada njia zingine za kuweza kuondoka pale nyumbani, tofauti na yale mipango ambao mme wake alikuwa anaiandaa huko Ulaya. Ikabidi yule dada alipata kijana mwingine pale alipokuwa anaishi, wakatoroka naye huyo dada, wakaondoka pasi na kumwambia mme wake ambaye yuko Ulaya, ambaye anaandaa zile document kwa ajili yake, lakini walipokwenda huko walipotea kabisa, wakashikwa. Waliposhikwa huko, yule kijana kuona kwamba hali imekuwa tete, alim- alimkimbia yule dada. Yule dada akabaki anaangaika peke yake na mtoto. Yule bwana huko alipokuwa naishi Ulaya ikabidi akapata taarifa hizo, alifunga safari, akaja mpaka ukweni kwake kuwauliza nini kinachoendelea hapa. Mamake mkwe hakuna lolote alimwambia, lakini mjomba na majirani walimwambia kwamba mke wako aliacha anampa mama yake duka na bajaji na na vile vitu vingine vyote, aliacha anauza na akajiondokea. Kijana alihuzunika sana, na alikuwa anatamani awafungishe wale familia ile ya ukweni kwake, lakini watu walimshauri wali wakamwambia kwamba hawezi kufanya hivyo. Basi kijana aliwasikia na ikabidi yule kijana arudi. Na aliporudi, alianza kufuatilia ajue wapi mtoto wake yupo. Yule dada huko alipokwenda alifunga simu zote. Kweli yule kijana alihuzunika kuona kwamba aliwekeza mali nyingi kwa yule msichana na amekuja kumfanyia kitendo kama kile. Kama ingekuwa wewe ndugu yangu, ndio yule kijana, umetendewa hivyo nini ungekifanya? Kweli yule kijana alifanya vibaya kuwekeza kwa mke wake mtarajiwa? Na tayari alikuwa ameshakuwa mke wake, kwa sababu alimuoa na dokumenti zote alikuwa nazo. Alikuwa anabaki andae safari, yule mke haje huko Ulaya kuishi pamoja. Nini alichokosea yule kijana? Au ni familia ya ukweli kwake ndio ilikosea pale, kwa sababu ya tamaa zao tu? Toweni maoni yenu ili tuweze kujua nini kinaweza kufanyika. Maana vijana wengi wanapokataa kwenda kuoa Afrika, watu wengi wanasema kwamba tunataka kuharibu mila na desturi zetu, lakini kwa hali hiyo, kweli nini kinaweza kufanyika? Toeni maoni yenu. Asante sana, na Mungu atatubariki wote, amena.